Huko nyuma mlikuwa mnazalisha marobota elfu kumi na nne ya malisho na mengine yalikuwa yanawekwa nje, kwa maana ya kwamba tulikuwa na magara ya madogo ya zamani. Sasa kwa fedha zilizoletwa, capacity au uwezo wa ghala kuweka malisho zaidi umekuwa mkubwa. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono hayo. E, jambo hili linawasaidia wakulima na wafugaji wetu wanaotumia majani haya sio watu wa Mpwapwa peke yake, na maeneo mengine kailiya taarifa mlivyotupatia. Kwa hiyo sisi tunawapongeza sana wizara aa, kupitia taasisi ya TALIRI kwa kazi mliofanya hapa. It's a sound structure, umefanywa vizuri e, take into account comments zetu tulizozitoa. Baada ya kusema hayo tuwashukuru sana, lakini tukupongeza sana mheshimiwa waziri na timu yako. Tumepita maeneo mengi Ee, na sisi hatuachi kurudia tulioyaona Chato kwenye uvuvi ni wizara yako yali tuimpress. Na tumekwenda baada ya pale kwenye sehemu nyingine, tumewaambia ikiwezekana wakaangalie mkandarasi alifanya kazi Chato kwa sababu ilikuwa ni kazi nzuri. Mkandarasi hapa naye amefanya kazi nzuri. Kwa hiyo tunachosema ni nini? E, usimamizi kwenye hii wizara ya mifugo e, uvuvi uko vizuri. Si tunawapongeza sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni washukuru pia kwa kutupitishia bajeti milioni mia mbili kumi na tisa na senti kadhaa ambazo zimeweza kufanya hii kazi kubwa mliofika na kuiona leo hii, hakika tunawashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipowaletea mapendekezo mliyapokea mkajadili na mkapitisha, na leo hii tena mmekuja kuangalia kipi ambacho tumefanya kupitia bajeti hiyo. Napokea pia pongezi Mheshimiwa mwenyekiti, ya kazi hizi tunazozifanya, tunakushukuru sana. Na sisi ahadi yetu kwa bunge letu tukufu ni kuendelea kusimamia kila shilingi ambayo mnatuidhinishia kama Bunge, ili tija iweze kupatikana kwenye macho na maisha ya wananchi wetu, hasa wafugaji na wavuvi ambao tumepewa dhamana ya kuweza kuwawezesha ili wafanye kazi zao kwa tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utayari wake wa kuleta mapinduzi kwenye sekta zote za uzalishaji. Moja ikiwa ni hii sekta ya mifugo na ukiongelea tija kwenye mifugo, moja unaongelea mbegu bora za mifugo yenyewe lakini mbegu bora za malisho na malisho yenyewe. Mheshimiwa Rais amedhamiria na ametuwezesha kwa bajeti hizi Tunamshukuru sana. Ahadi yetu kwake ni kuwawezesha wafugaji wetu, kwamba sasa ule muda wa kusema kiangazi kimefika na wanaogopa mifugo yao kufa, tunawaambia tunaelekea mwishoni. Lengo la mradi huu ni kuhifadhi malisho katika kituo cha Talili Mpwapwa, na kuongeza uwezo wa kuhifadhi malisho hayo kutoka marobota elfu kumi na nne hadi kufikia marobota elfu thelathini ili kuwezesha uwepo wa malisho katika kipindi chote cha mwaka, lakini pia kulinda ubora wa malisho hayo, pamoja na kupunguza upotevu wa malisho unaotokana na ukosefu wa sehemu ya kuhifadhia, na hasa katika kipindi cha masika.